Mpenzi mtizamaji wa Bia Digital TV karibu kwenye the nine install. Mimi ni Logan Lake. Ushawahi kujiuliza ni wapi makazi ya shetani, mjaalana aliyelaaniwa na Mwenyezi Mungu kwa kumletea Mungu kiburi? Yu hai na yupo duniani, anazurula kutafuta kwenda nao motoni. Wenda muda huu anasikiliza the nine install. Ushawahi kusikia kuhusu bahari ya shetani? The Bermuda Triangle, nipe sikio lako nikupe habari kuhusu bahari hii ya shetani. ni zaidi ya miaka hamsini mpaka sasa, meli mia tatu ndege sabini zimepotelea kwenye bahari hiyo kwa nguvu za ajabu na za miujiza, na zaidi ya watu elfu moja wabibi kwa wamama, watoto kwa wazee na vijana, wameacha roho zao kwenye bahari hiyo ya shetani. Pembe tatu la bahari hiyo linapatikana kwenye bahari ya Atlantiki kwenye pande zote mbili za Ikweta, ambapo ni pwani ya bara la Amerika ya Kaskazini, ambazo ni Florida, Puerto Rico na visiwa vya Bermuda. meli au ndege ikiingia kwenye anga hilo, basi hupoteza mawasiliano na ndege hiyo hupotea na kutokuonekana tena. Namo Disemba tano mwaka 1945 ndege za kivita za mabomu za Kimarekani Air Fighting 19 zilipozama kwenye anga hilo la Bermuda Triangle. Ndege hizo zilikuwa kwenye majaribio zikiwa chini ya usimamizi wa Charles Taylor. Baada ya ndege hizo kuingia kwenye anga la bahari ya kutisha, zilikutana na wingu zito na radi za kutisha. Na baada ya hapo ndege hizo zikapoteza rada na kupoteza mawasiliano. Baada ya masaa kadhaa, jeshi la Marekani likatuma ndege ya uokozi, lakini ndege hiyo ilipoingia kwenye anga hilo pia, ndege hiyo ikapoteza mawasiliano na ndege hizo zilipotea, hazijawahi kuonekana tena. Tukio jingine liloibua gumzo ni baada ya meli kubwa ya Kimarekani, meli Celeste, kupotelea kwenye bahari hiyo baada ya kuacha njia, na baadaye ilikuja kuonekana ikielea ikiwa haina watu. Je, swali la kujiuliza: je, watu walizama na meli kubaki ikielea? Mpaka sasa dunia inashindwa kupata majibu ni kwa nini watu walizama na meli ikabaki ikielea juu. Bahari hiyo ya shetani haichagui uwe mtoto, kijana, mzee, tajiri au maskini. Ukijichanganya kukatiza kwenye bahari hiyo ya shetani, basi utapotea na hautaonekana kamwe. Kupotea kwa mtoto wa makamu wa rais wa zamani wa Marekani Theodosia Burr Alston anahusishwa na bahari hiyo ya shetani. CV Spray, mashua ya uvuvi iliyoachwa, ilitengenezwa upya na kuwa meli ya baharini na Joshua Slocum na kukamilisha mzunguko wa kwanza kuzunguka ulimwengu akiwa na mtu mmoja mwaka 1895 mpaka mwaka 1998 mwaka 1999 Trocam Joshua aling'oa nanga kutoka Vineyard Heaven kwenda Venezuela lakini alipotea na hajawe kuonekana kamwe. Lakini hakuna ushahidi ni kwamba alipotea vipi, lakini anahusishwa na Bermuda Triangle. Kalola ling ilikuwa ni meli kubwa iliyojengwa kwa minara mitano mwaka 1919, ilikutwa imetelekezwa kwenye ukingo mgumu wa bahari karibu na Hatteras Carolina ya kaskazini kini, tarehe moja ya mwezi wa kwanza 1921. Kulikuwa na tetesi ya kwamba meli hiyo ilikuwa inajihusisha na, na shughuli za kiharamia, lakini watu wengi wanaohusisha tukio hiyo na Bermuda Triangle. Tarehe 6 Agosti mwaka 1963, jozi ya ndege za kivita za Air Force KC 135 ziligongana kwenye bahari ya Atlantiki na kuingikia kwenye pembe tatu hilo la bahari ya Shetani. Ndege hizo hazijawahi kuonekana hata mabaki yake tu. S -S -S Malin Sulfur Queen. Meli hii iliyokuwa ikisafirisha sulfur ilifika kwa mara ya mwisho tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 1963 ikiwa na mabaharia 39 ikitoka Florida. Meli hii ilithibitishwa kupotea na haijawahi kuonekana yalikwenda mahali kusikojulikana. Pia mwaka 1921 chombo cha kijapani la Fukumaru kilipotea na kuzama kwenye bahari hiyo ya kutisha, bahari ya Shetani. Dunia imeshindwa kujua mpaka sasa kwa nini ndege au meli zinapokuwa kwenye eneo hilo, basi hupotea na kutokuonekana tena, lakini wengi wao wamekuwa wakidai sehemu hiyo kuna nguvu za shetani, kuna nguvu za kimiujiza na kudai kuwa ni makazi ya shetani. Lakini wanasayansi wamekuwa wakipinga kauli hizo na kudai ni stori za sungura na fisi. Tumewapa nafasi wao watupe majibu sahihi, ni kwa nini meli na ndege zinapotea katika maeneo hayo, lakini mpaka sasa wamekuwa na vigugumizi na kutupa majibu rahisi. Wasomi wengi wa vyuo barani Ulaya wamekuwa wakidai kuwa kwenye pembe tatu hilo kuna mawimbi yafikiayo urefu wa futi 30 mpaka futi 40, na mawimbi hayo ni makubwa kiasi kwamba yanapoipiga meli pande zote kupelekea meli hiyo kuzama. Swali ni je, kwa nini meli hizo zinapozama hatupati hata mabaki? Swali jingine ukiwauliza wanasansi hao ubaki wanakuna vichwa, ni kwa nini meli hizo zinapopotea huwa hazionekani, zinapoonekana huwa zinakutwa zikielea juu ya maji zikiwa hazina watu. Kwenye pembe tatu hilo la bahari ya kutisha kuna kisiwa kitwacho Bamuda. Kisiwa hicho kina mambo ya kutisha, na endapo binadamu yeyote anayekaribia kisiwa hicho, basi anamkaribia Israeli mtoa roho, kwani kisiwa hicho kimetawaliwa na ngurumo na radi za kutisha na wingu zito imetanda kwenye anga hilo la kisiwa hicho, ambapo kuna kisiwa cha Bermuda, inasemekana kulikuwa kuna mji wa maajabu, mji wa zamani uliojengwa chini ya maji. Mji huo ulijengwa kwa barafu ambazo zilikuwa ni kioo na nishati ya mji huo. Mji huo ulikuwa na ngurumo na radi za kutisha, kama ilivyo visiwa vya Bermuda kwa sasa. Baadhi ya wanasayansi hudai kuwa kwenye eneo hilo kuna volkano ya ajabu ambayo hupelekea mgandamizo wa maji na kusababisha meli kuzama, na kwenye anga hilo kuna radi ambazo huwa zinaharibu mfumo wa umeme wa vifaa hivyo na kupelekea vifaa hivyo kupoteza mawasiliano. Lakini wengine wamekuwa wakidai kuwa kwenye eneo hilo kuna nguvu za ajabu, na wengine wakienda mbali na kusema kuwa shetani ndiyo makazi yake. a Ya, wengine huamini dunia iligongana na kimondo miaka elfu na mia iliyopita, na mgongano huo ulitokea kwenye bahari ya Atlantic ambapo kuna Bermuda Triangle na ilisababisha kina cha bahari kuzama kwa futi elfu na mia kwenda chini, na kimondo hicho husababisha mionzi ambayo husababisha meli na ndege kupotea na wengine wamekuwa wakidai kuwa viumbe waitao aliens wanaishi kwenye eneo hilo. Viumbe hao wana teknolojia ambayo inakinzana na teknolojia yetu. Endapo ndege au meli au binadamu atapita kwenye eneo hilo, basi huvutwa na kutokana na kani kubwa ya mvutano ambayo ni kubwa, hupelekea meli hizo kupotea au ndege. Na huu ndio mwisho. Wasimulizi hii ya bahari ya shetani Bermuda Triangle. Mwandishi wa simulizi hii ni Anton Elisha Tanasi na msimulizi wako ni Logan Lake. Usisahau ni follow kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Tony Lee Logan, na hii ni Nine Stoll.